Ni hali tete pwani ya Kenya kutokana na ukosefu wa usalama iliyosababishia serikali kutoa amri ya kutotoka nje Lamu lakini kutoa mwongozo ili kuwaruhusu Waislamu kuswali. Operesheni ya kiusalama ikiimarishwa katika eneo la Lamu, operesheni ambayo sasa wenyeji wanasema imegeuka kisa cha kumwagia chumvi kidonda, kwani imesababisha kutoweka kwa jamaa zao, picha hizi mbili zikiwa za Swale Shebe na Faraji Abdallah, ambao sasa maswali yanaibuka kuhusu waliko. Askari walikuwa zaidi ya 30 wakamchukua wakamweka kwa boti ya polisi na watu wote watu walikuwa pale walikuwa wakiona maustadhi na watu wengine wingi walikuwa pwani, wakamchukua ndugu yetu wakaenda naye. Kutoka hiyo siku mpaka leo hatujui yuko hai. ami yake ndugu yangu na kumtafuta akaambia wakamwambia swali ya shebe tumjui sisi. Wameshikwa kwa mashtaka gani? Wamefichwa wapi? Watu wao wana haki ya kuelewa. hawapelekwi kotini haturuhusiwi kwenda kuandika statement polisi, kwamba sisi tumekosa watoto wetu. Sasa haya ni mambo gani? wenyeji wakilalamikia kuangaishwa kwa kisingizio cha operesheni hii. KDF kuingia, hakuna mawasiliano na ule uwezo ulionao KDF kufanya vile wanavyotaka. Haya mambo baada ya hiki kijaraha sasa, na hutusongonyoa na kutufinya swala hilo la usalama likizidi kuzua nipe nikupe, kati ya serikali na CORD, ambayo imeshutumiwa kwa kuwa na mkono kwenye mashambulizi mbalimbali mbali Pwani. Kamanda wa kaunti ya Mombasa, Nelson Marwa, akichochea moto jana. Urengo ajakataa kukamatwa, au mimi au Juneti au Raila au Kalonzo au yule mwingine. Kama kweli tunahusika na wanajua ni sisi au wanajua ni mtu fulani? Kwa nini kuachilia mpaka Wakenya wanaendelea kuuawa mpaka leo, badala ya kuondoka na wana uwezo waliopewa wana na wananchi, na kukamata kama wana ushahidi, na kupeleka hao watu kotini. There's no single individual uh, who is occupying a, leader, a leadership position in court who has been confronted uh, or summoned uh, to appear before uh, the police uh, to write a statements in relation to these issues. Kod wakisisitiza kuwa wanalengwa kwa kushinikiza marekebisho na kukomeshwa kwa ukabila, na wanaitaka serikali kuomba ushauri iwapo imelemewa. Na kama kuna watu wanakasirika na hiyo, sisi wana kodi tutaongea hapa na hata mbinguni, kama itamaanisha sisi tuzungumze mbinguni.

Kodwa anasema kuwa serikali inacheza mchezo wa paka na panya na kutoa mfano wa kukamatwa kwa gavana wa Lamu kwa kuhusika na mauaji ya Mpeketoni bila ushahidi wa kutosha. Faiza Maganga, Citizen Nipashe.